Kwa majina naitwa Brandi Emmanuel Adriano Machingwa uh, ni mshiriki wa programu ya Baba Bora. Mimi ni baba wa familia, watoto wawili kike na wa kiume. Naitwa Saidi Ibrahimu Mbaya, ni baba mwenye familia ya watoto watano. Niko hapa lakini pia mimi nimehudhuria mafunzo ya Baba Bora, kwamba mafunzo yametusaidia kuwa na mambo mengi sana ambayo imenifungua akili yangu kwa ukubwa na kwa upana na kutoka katika kutokuelewa. Kwa sasa baada ya kupata mafunzo, mimi nakuwa karibu na familia yangu na kusaidia familia yangu au kusaidia kufanya kazi za nyumbani kwa kumsaidia mke wangu. katika semina na mafunzo ya baba bora tumejifunza vitu vingi, masuala ya haki haki sawa. Tumejifunza jinsi ya baba, baba na baba kuwa rafiki na watoto, watoto wa kike, watoto wa kiume, jinsi ya baba kumsaidia mke akiwa kipindi cha ujauzito. A, pia hata kazi za nyumbani sio mpaka mwanamke awe mjamzito tu. Tumejifunza kwamba tunaangalia kuokoa muda, baba anapokuwa nimerudi nyumbani majukumu ambayo anatakiwa mama ayafanye nayafanya, hakuna na majukumu ambayo tumye, ya, ya mwanamke na mwanaume. Nimerudi nyumbani mapema ili mambo mengine yaendelee. Kwa sasa hivi mimi niko katika mazingira hayo ya kusaidia kazi za nyumbani, lakini pia na shughuli za kupeleka watoto shule asubuhi. Mimi pia na simwachi mama peke yake, na mimi naamua kupeleka watoto shule au jioni kuwafuata. Me, kwa hiyo, kwa hiyo naona najiona kaa nimebadilika kutoka katika ule mfumo wa mwanzo kufika kwenye mfumo wa sasa. Katika maisha yangu mimi kama mimi nacho nacho kijali sana kuwafanya watoto wangu mimi wawe marafiki kwangu cha kwanza ni upendo baba bora, ni kutengeneza kizazi kijacho, na kizazi kipya, na kizazi ambacho kitakuwa kina manufaa kwenye nchi yetu na jamii ya nje nje ya nchi yetu. Lakini pia jingine, hapo mwanzo mimi nilikuwa siwezi kupika, lakini sasa najua kupika baada ya kupata mafunzo, kwa maana nimegundua kwamba hakuna kazi ya mawe pekee yake. Kazi zote nafanya kwa kusaidiana. Najivunia kuwa baba bora.